Siku chache zilizopita, Tume ya Uchaguzi nchini Uganda ilimpitisha mwanasiasa Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine kupeperusha bendera ya chama chake cha NUP kugombea kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu. Mapema mwakani, baada ya jina lake kupitishwa, Bobi Wine alikutana na maelfu ya wafuasi wake na wafuasi wa chama chake na kutoa hotuba iliyowataka watu wa Uganda kwa mara nyingine kujiandaa kwa mapambano makali. Tunapaswa kupata uhuru wetu, au vinginevyo tufe tukijaribu kutafuta uhuru wetu. Sijui ni hatari kiasi gani na tusubiri kwenye kampeni hizi lakini najua tutaendelea na safari kwa imani na matumaini. Tumebeba matumaini ya kizazi chetu chote na mamilioni ya watu wa Uganda. Bobi Wine amewataka watu wa Uganda watambue kwamba jukumu waliloamua kulibeba ni jukumu la kihistoria huku wakiwataka wajiandae vilivyo. Tunaenda kwenye vita ambayo hatukuwahi kuichagua, vita ambayo hatukuwahi kupata mafunzo yake, lakini vita ambayo imeletwa na wanyonyaji wetu. Bobi alisema kuwa watu wa Uganda wanakabiliana na adui ambaye amejizatiti vilivyo, huku wao wakiwa mikono mitupu, silaha yao ikiwa ni ukweli na Mungu huku akiwataka watu wa Uganda wajue kuwa wanapigana kwa sababu ni jukumu wanalopaswa kulifanya kujipatia haki waliopewa na Mungu ya kuishi kama wanadamu kwenye nchi yao. Bobi Wine amesisitiza, hatutachoka, hatutakata tamaa, tutapambana mpaka tuwe uhuru, na ninauhakika sure, hatimaye tutakuwa huru, sure. Bobi Wine anatarajia kukiwakilisha chama chake cha National Unity Platform, NUP, kukabiliana na Rais Yoweri Museveni Kaguta wa National Resistance Movement ambaye anawania kiti cha urais kwa muhula mwingine wa saba. In the end, everything is